Nilienaye hapa kwa kweli, mi kwa ushauri wangu kwa mama wanaoficha watoto wenye vichwa vikubwa, naomba tu wawatoe kwa sababu hili ni tatizo la kijamii na sio tatizo la mtu mmoja. Ni mama wa mtoto Daniela Palanjo ambaye alimzaa akiwa na matatizo ya kichwa kikubwa katika maadhimisho ya siku ya matatizo ya kichwa kikubwa na mgongo wazi duniani, akitoa rai kwa wazazi wenye watoto ambao wana tatizo kama la mwanawe kuachana na dhana potofu na kuwaficha ndani watoto wao kwa kufikiri kuwa kuzaa mtoto mwenye tatizo hilo ni laana. Tunatumia nafasi katika theme uh, ya mwaka huu kueleza Watanzania wote, tunahitaji kuungana mkono ili kuweza kutoa tiba ili kuweza kutoa Uh, kupunguza tatizo la mtoto mwenye kichwa kikubwa na mgongo wazi. MOI imekuwa inaendesha ka, kambi zake za upasuaji Tanzania nzima ikishirikiana na chama cha wazazi wenye kitoto wenye matatizo ya kichwa kikubwa na mgongo wazi, tumeweza kuenda mbali zaidi na kuwafata watoto huko walipo. Kwa mujibu wa hospitali ya mifupa MOI, watoto elfu nne huzaliwa wakiwa na matatizo ya kichwa kikubwa na mgongo wazi kila mwaka. Hivyo ili kupunguza idadi hiyo ya watoto huzaliwa wakiwa na matatizo haya, wataalamu wa afya wanashauri ni Wataalamu wa afya wanashauri kina mama wajawazito kuzingatia lishe bora kwa kula vyakula vyenye folic acid kama mboga mboga na matunda huku jamii ikitakiwa kushirikiana kusaidia matibabu ya watoto hao. Moja, ili tushirikiane na wenzetu katika kuhakikisha kuwa watoto hao wanapata tiba na vilevile kuwahamasisha wenzetu kuwaelewesha kwamba tatizo hili linatibika, kwa sababu kama tunavyojua watu wetu wengi huwa wanawaficha watoto kutokana na ulemavu wao na nini, kwa sisi tukaamua kwamba tujikite katika kutoa elimu kwa wazazi kwamba hii tiba ipo inapatikana kwa... si kama wadau wakubwa wa sekta ya afya tumeguswa na hili tatizo la watoto wenye vichwa vikubwa na migongo wazi, tumeleta msaada wa mashuka kwa ajili ya kusaidia wodini wakati wa operesheni zao hao watoto. Kama ambavyo wataalam wamesema, ugonjwa huu wa kichwa kikubwa na mgongo wazi unatibika kabisa endapo mtoto atawahi kufikishwa katika vituo vya afya na kupata matibabu kutoka Mwimbili jijini Dar es Salaam, Juliet Robert, ITV.